Andika hapo bila kulia wala kushtuka, nisione mtu akipanguza mapua kwa hii class, nisione mtu akipanguza midomo kwa hii class. Number one. Huwezi elewa huyo mother-in-law mpaka apate kijana wako anakuweka maisha mzuri. Huwezi elewa huyo mother-in-law mpaka awatembelee kwako. Huwezi elewa mother-in-law mpaka apate wewe uko na mwili kubwa kuliko kijana wake kuliko kijana wake. Huwezi elewa mother in law mpaka, and God forbid, upate miscarriages more than twice. Huwezi huwezi elewa mother in law mpaka, and God forbid, upate umezaa mtoto underweight Utasikia stories wa oh, kwetu wa kuzangi watoto wanakaa hivi oh, sijui nini nini oh, sijui nini nini. Huwezi e, e, e. huwezi elewa mother in law, huwezi jua mother in law mpaka uzae watoto wa the same gender peke yake kwake.